Hi guys, kwa kuwapa tu just a little bit more information ambayo nimeipata sasa hivi ni kwamba, uh, mida ya saa nane hivi usiku ndio wali walivamia wali pale kwenye ile nyumba, alafu nimeambiwa kwamba Polepole alikuwa akiishi kwenye ile nyumba na wasaidizi wawili. Leo walivyoingiliwa wasaidizi wote wawili hawakuwepo kwa hiyo unajua, ile ndugu zake wanahisi wale wasaidizi wawili walimekula mchongo na polisi, wale wale ndo walokula walioweka mchongo wote. Sababu ameingiwa, ameingiliwa, wale hawapo, wale wasaidizi wake, na mpaka sasa hivi ndugu wote hawajawasikia kabisa wale wasaidizi. Kwa hiyo wale ndo walikula ule mchongo na askari, unaona. Anyway, um, anyway Polepole pole alikuwa Tanzania muda wote wote, alikuwa anasema yuko Tanzania. Ni kweli ndugu zangu, alikuwa Tanzania, hakutaka kukimbia. Yaani yeye aligoma, alisema siogopi chochote kitakachonipata kinipate. Alafu kulikuwa kuna kamera pale, walipiga risasi ile kamera, walivyoingia wakaipiga kamera na risasi ya yeah, so da nah, se nchi nchi yetu imeharibika, ndugu zangu. Samia katuharibia nchi. Samia na Kikwete wametuharibia.